Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Kamanda mkuu wa kijeshi wa waasi wa M23, Jenerali Sultani Makenga, amesema wanamgambo wa FDLR wanaohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda wamejikita zaidi ndani ya jeshi la Kongo FARDC, na hasa katika kikosi maalum cha kumlinda raisi na wanaendelea kupewa sila. FDLR wako kila mahali katika jeshi la Kongo FARDC ikiwa ni pamoja na walinzi wa rais Makenga, ambaye wapiganaji wake sasa wanadhibiti miji ya Goma na Bukavu, alimwambia seneta wa zamani wa Belgiji Alain Dechel katika mahojiano ya Machi 12 ui yaliyochapishwa Ijumaa katika ukurasa wa X. wamepewa vifaa na silaha tena, lakini hawawezi kushinda vita dhidi yetu, ila bado wanaweza kushambulia raia katika eneo letu ambalo ni kubwa sana na ambako vijiji viko mbalimbali. Siku tatu zilizopita, waliua watu 40 katika kijiji cha Kirumbo. FDLR pamoja na FARDC pia wanaharibu hifadhi ya taifa ya Virunga, alisema Makenga akizungumzia vikwazo vya kima taifa vilivyowekwa dhidi ya serikali ya Rwanda na waasi wa M23. Makenga alivishutumu vikwazo hivyo akiviita kuwa visivyo vya haki. Si vya haki, ukweli utajitokeza hatimaye. Wanapouua watu wetu hakuna mtu anayekasirika na wala hakuna vikwazo. Tunapojibu sisi tunaadhibiwa kwa vikwazo, Makenga alisema. Makenga amekazia kuwa mapambano ya M23 ni mapambano ya uhai wao na sio tu ya uasi wa kisiasa. Tunapigania kuishi kwetu, tumeungana kama AFC M23 na tunatafuta Kongo iliyo na madaraka na shirikisho ambalo litashughulikia kwa haraka masuala ya maendeleo na utawala, Makenga amesema. Katika hatua nyingine, Makenga ameishutumu serikali ya Kongo kwa kuitumia Rwanda kama kafara kushindwa kwake na hasa katika utawala na utatuzi wa migogoro, huku akikanusha madai kuwa M23 ni wakala wa Rwanda, akidai kuwa Kigali imekuwa ikipambana na waasi wa FDLR kutokana na tishio lake la moja kwa moja kwa usalama wa Rwanda pamoja na Rwanda, utawala wa Kinshasa unatafuta mbuzi wa kafara kwa matatizo iliyoianzisha na kushindwa kuyatatua. Wanyarwanda wanatuelewa sisi na wanajaribu kuelezea hali yetu kwa ulimwengu. Bado tuna takribani wakimbizi laki moja katika kambi nchini Rwanda ambao wanataka kurejea nyumbani, Makenga alisema. Na rais wa Angola Joao Lourenco ametoa wito wa usitishaji mapigano katika mzozo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa M23 kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani wikija Rais huyo Angola, ambaye aliteuliwa na Umoja wa Afrika kwa mpatanishi, amezitaka pande zote kusitisha mapigano kuanzia saa sita usiku wa Jumapili ya Machi 16 mwaka 2025, kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani wiki ijayo katika mji mkuu wa Angola, Luanda. Wito huo uliotolewa Jumamosi jioni unalenga kusitisha vitendo vyote vya uhasama dhidi ya raia na azima kutoa maeneo zaidi kwa matarajio kwamba hatua hizo na nyinginezo zitapelekea kuwepo kwa hali ya utulivu itakayowezesha kuanza kwa mazungumzo ya amani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 mkutano huo wa Luanda. Baadhi ya raia wa Kongo wamepinga uwezekano wowote wa, wa serikali yao kukaa meza moja na waasi wa M23 kutokana na madhira waliowasababishia, huku baadhi wakiunga mkono hatua hiyo na kuitaja kama njia pekee ya kumaliza mzozo huo. Joseph Kalala ni mkazi wa Kinshasa amesema, nanukuu, kwa nini tuzungumze na nani tunazungumza naye? Ikiwa naweza kujirudia juu ya hili, rais mwenyewe aliwahi kusema miaka ya nyuma, sintozungumza na majambazi kamwe sintozungumza na wezi wauaji, na leo hii alikubali kufanya mazungumzo na watu hawa aliyokuwa akiwaeleza namna hii. Inashangaza kwa nini amekubali na ni mazungumzo gani yatafanyika ambayo hayajaleta chochote kwa muda mrefu, mwisho wa kunukuu. Mkazi mwingine wa Kinshasa Jamulele Zobela ameeleza na nukuu, watu hawa waliwaua kaka zetu wakawabaka dada zetu na kufanya kila wawezalo kutufanya tusalimu amri. Sasa Angola inataka tujadiliane na M23 na tukikubali kujadiliana na M23 tutabaki kuwa watumwa wa Rwanda. Na M23 haiwezekani kamwe, wanataka kutudhibiti hapa Kinshasa. Tunasema hapana kwa wazo la mazungumzo na M23. Wakitaka kujadiliana, waanze kwa kujadiliana na vifo walivyovisababisha. Hata hivyo, baadhi ya raia wa mashariki mwa Kongo ambao wako kwenye maeneo yanayokumbwa na, na vita vya miongo mitatu wamekuwa na mtizamo tofauti juu ya hatua hiyo ya serikali kuzungumza na M23. Fadhili Mobelo mkazi wa Bukavu amesema na nukuu, kama waafrika kunapokuwa na matatizo watu wa familia moja hukaa kwenye meza na kujadiliana ili kutafuta suluhu ya matatizo yanayoikabili jamii. Ndiyo maana tunatoa wito kwa pande zote zinazozozana kukaa meza moja na kuzungumza kuhusu Kongo, kuzungumza kama raia wa Kongo kuhusu matatizo ambayo ni yetu kwa sasa. Kwa hiyo tunatumai kwamba kwa vile midahalo tayari inaendelea, idadi kubwa ya watu itapata utulivu na hatimaye tunaweza kuishi kwa amani, mwisho wa kunukuu. Kwa upande wake, David Chikuru ameitaka serikali kuwa tayari wakati wote kuzungumza na makundi yenye silaha ili kuwapa raia amani na nukuu. Hili ndilo tunalosikitikia. Tusisubiri hadi vifo viwe vingi, kwa sababu kama mnavyojua, maisha ya Bukavu siku zote ni sawa. Tunasikitika kila mara ukosefu wa usalama, hata huko Kivu Kusini. Hakika serikali inapaswa kubadilika na kuwa tayari kufanya mazungumzo na wale wanaoshikilia silaha na kutilia manani madai yao, ili kupata suluhu, ili wakazi waweze kupata afueni. Tangu mwezi Januari, miji mikubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Goma na Bukavu yenye utajili wa rasilimali imekuwa chini ya udhibiti wa M23 inayoungwa mkono na takribani wanajeshi 40 wa Rwanda, hii ikiwa ni kulingana na wataalamu wa Umoja Mataifa. Mwisho wa rubaa za kimataifa. Mimi ni Awadhi Rashidi.